arikuwa mabibi na mabwana, leo tumekusanyika hapa kusherehekea hafla ya yani, miaka 30 ya ushirikiano baina ya kampuni zetu hizi mbili, yani Total Energies na Super Star Forwarders. Katika kipindi chote hiki umekuwa ni washirika wakubwa wa kimataifa katika usafirishaji wa bidhaa mbalimbali hususani zinazotumia matenki katika kusafirisha bidhaa. Hakika binafsi nimefarijika sana kuona kuwa, kuwa. Toka meanza kipindi chote cha mashirikiano yenu umerekodi mashirikiano ambayo ni mfano wa kuigwa kwa muda mrefu. Nataka niwapongeze tena kama nilivyofanya hapo awali kwa kusema kuwa Total Energies na SSF mtabaki kuwa mfano wa ushirika wa sekta binafsi ndani ya nchi, kwa kushirikiana na makampuni ya nje na kuleta faida ndani ya nchi yetu. Nimefurahishwa mno na kauli ya makamu wa rais aliyosema kuwa teknolojia inayotumika hapa kwenye usafirishaji ni aina yake na kwamba hata Ufaransa kwenyewe haipo. Saa sijui kama alikuwa ananiambia tu, lakini kitendo cha yeye mwenyewe kukili kuwa teknolojia ya usafirishaji inayotumika hapa ndani ni ya kuigwa na hata Ufaransa umekuja kujifunza ni kawaida, ni kawaida mno sisi kuambiana mabaya na mazuri kwa ya wengine, lakini ni ukweli kwamba kama kampuni ya ndani imefanya vizuri na inapata tuzo kuliko kampuni nyingine duniani basi mnatupa heshima wote sisi Watanzania. A, kwa sababu hiyo ushirikiano huu wa miaka 30 sio tu unaowezekana, sio tu unaowezesha upatikanaji wa mafuta nchini na kutoa ajira kwa mamia ya vijana, lakini pia kupitia ushirikiano huu nchi yetu inafaidika kuvutia nchi jirani kutumia bandari ya Dar es Salaam kupitisha mizigo yao na kutoa fursa kwa Watanzania kwa mambo mbalimbali yakiwemo ajira. Ni jambo kubwa sana kusikia kuwa katika utekelezaji wenu kampuni hizi mbili mmewezesha kufikia viwango vya juu vya usalama na usafirishaji. Na kwa kweli ninyi mmekuwa wa kwanza, na wengine waige kutoka kwenu, na naamini mtawapata wengine wengi watakao kuja kujifunza kutoka kwenu. Mategemeo yangu kwa wasafirishaji wote wa mizigo, Mheshimiwa Waziri, kama ulivyosema ajali zinatokea kwa wingi, basi tutakuja kujifunza hapa, ili waweze kufikia viwango bila ambavyo vitatuletea usalama barabarani na kuhakikisha kuwa mizigo ya wateja inafika mahali panapohitajika bila matatizo yoyote. Napenda nitumie fursa hii kuhakikishia kuwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya uongozi wa rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan itaendelea kutengeneza mazingira rafiki kwa wafanyabiashara wawekezaji na washirika wengine wote, ilikuwa mazingira hayo mazuri yaweze kuwasaidia kuwa na sera za kutabirika, ambazo zitawalinda na kuwavutia wawekezaji, ili kila mwekezaji anayekuja ndani ya nchi yetu atoke akiwa na faida juu yake.

Sana, sana, sana. Tunaposheherekea miaka hii 30 kati ya ushirikiano kati ya Superstar na Super, napenda kusisitiza jambo muhimu linaloimarisha ustawi na ufanisi wa sekta ya usafirishaji nchini. Jambo hilo ni usalama wa barabarani. Usalama wa barabarani si suala la sera tu, bali ni suala la maslahi ya kitaifa. Kwa kila mwaka au kila mwaka, ajali za barabarani husababisha vifo vya maelfu ya watu na hasara kubwa ya kiuchumi. Ajali nyingi huhusishwa malori makubwa yanayosafirisha mafuta, bidhaa na mahitaji mengine muhimu. Hivyo basi ni jukumu letu sote kama serikali private sector au sekta binafsi kama si SSF na Total Energies kwa pamoja tukashirikiana kuhakikisha kwamba barabara zetu zinakuwa na vipando ambavyo vinatumia standard za hali ya juu. Hii ni muhimu sana. Naamini tukifanya hivyo, barabara zetu zitakuwa salama na nchi yetu itakuwa salama na tutaendelea vizuri. Natoa pongeza za dhati kwa mafanikio makubwa ya kimkakati na ya kibiashara kati ya SSF na Total Energies kwa miaka 30 iliyopita. Mafanikio tunayoyaona leo ni mafanikio mazuri ya kuigwa katika sekta ya nishati, usafirishaji na usambazaji, hasa kwa kuzingatia usalama na teknolojia ya kisasa. Mimi kama waziri mwenye dhamana ya uchukuzi, ninatoa wito kwa wasafirishaji wote nchini kuzingatia viwango standards ya magari vinaobeba shehena za makontena au mizigo mingine pamoja na mafuta, kwa sababu kusimamia viwango hivyo ndiyo inaleta usalama wa nchi yetu na usalama wa barabara zetu. Wizara ya Uchukuzi itaendelea kuweka mazingira rafiki na wezeshi, na wezeshi kwa wadau wote wa maendeleo ili kuhakikisha kwamba taifa letu linapiga hatua kwenye sekta ya usafiri na usafirishaji pamoja na usambazaji.